Mchungaji Mwema, kila mwaka Jumapili ya nne ya Pasaka, kasaka kila mwaka tunasherehekea sikukuu ya Mchungaji Mwema. Kristo kama Mchungaji wetu Mchungaji seme mimi ni mchungaji watu walikuwa wamemuuliza swali, walikuwa wanatarajia masia, na amekaa kwa muda hadi wakamuuliza, tuambie, umetuweka kwa giza kwa muda mrefu, wewe ndiye tunayogona. Walitarajia Yesu aseme ndio, na hapo ndipo Yesu alitamka badala ya kusema ndio